Umewahi kujiuliza yani, kuna uhusiano gani hasa kati ya ukuaji wa kiini tete tumboni na aina ya mazoezi ya pilates unayofanya ukiwa mjamzito? Aha, ni swali zuri sana. Inaweza kuonekana kama ni vitu viwili tofauti kabisa, lakini vyanzo ulivyotutupa vinaonyesha mm, uhusiano wa kina sana. Leo tunataka kuchimba kwa undani zaidi kwa nini mwalimu wa Pilates anaifundisha wajawazito hawezi tu kusema fanya mazoezi ya kawaida, lakini polepole. Haiwezekani. Tutachambua kwa nini kuelewa hatua za mwanzo kabisa za maisha, yaani elimu ya kiinitete ni sharti, na sio tu sharti, ni kubadilisha kabisa jinsi tunavyouona ujauzito. Sio hali moja tu, yani tuli, bali ni mfuatano Mfuatano wa matukio ya kibiolojia, kimofolojia na kihomoni. Kuelewa hili kunampa mwalimu dira. Ramani, ramani haswa, dira ya kuongoza mazoezi kwa busara na sio kwa kubahatisha, sawa. Hebu tulifafanue hilo wazo la ramani. Wazo la msingi ninalolipata kutoka kwenye vyanzo vyako ni kwamba e, ujauzito sio tu swala la kupunguza kiwango cha mazoezi kabisa. Kuna kitu cha msingi zaidi kinachobadilika mwilini, kitu kinacholazimisha mtazamo huu mpya kabisa. Kitu hicho cha msingi ni kwamba hakuna tena mtu mmoja chanzo kinatumia neno zuri sana dyad, dyad, yaani sio kiinitete kwa upande mmoja na mama kwa upande mwingine, ni mfumo mmoja unaowasiliana tangu wiki za mwanzo kabisa, hata kabla mama hajajua ni mjamzito. Uundwaji uunduaji wa plasenta na mabadiliko ya homoni vinaanza kubadilisha bayo mekaniki ya mwili wake. Noja kidogo, hili ni wazo la msingi sana. Kwa hiyo tunatoka kwenye fikra ya mama anafanya mazoezi akiwa na mtoto ndani. Ndiyo, na tunaingia kwenye fikra ya mfumo mmoja wa mama na mtoto unafanya kazi pamoja. Hapa umeshika, na hilo linabadilisha kila kitu. Sasa naelewa kwa nini ni muhimu kuangalia kinachoendelea ndani ya kiini tete. Ndiyo hasa. Na mfano mzuri wa jinsi huu mfumo unavyofanya kazi ni homoni inayoitwa relaxing. Jina lenyewe linajieleza, e. Relaxing. Kazi yake kuu ni kulegeza kano za mwili, hasa kwenye eneo la nyonga, ili kuandaa njia ya mtoto kuzaliwa. Lakini haichagui. Inalegeza kano za mwili mzima, mabega, magoti, kila kiungo. Na hapo ndipo hatari inapoingia, sivyo? Watu wengi wanafikiri kunyumbuka ni kitu kizuri. Ni hatari kubwa. Lakini hapa inaweza kuwa hatari. Mm. Ikiwa mwalimu hajui hili, anaweza kumsukuma mteja afanye mazoezi ya kunyosha mwili kupita kiasi. Anafikiri anamsaidia, kumbe anahatarisha viungo vyake. Hmm. Hebu fikiria, uko kwenye kifaa kama reformer. Uzito wa spring usiofaa unaweza kuongeza ulegevu ambao tayari upo, badala ya kujenga utulivu. Kwa hiyo unajenga udhaifu badala ya nguvu. Unajenga udhaifu, haswa. Hilo lina mantiki. Kwa hiyo mwalimu anapaswa kuacha kufikiria kwa kalenda ya wiki ya kumi na mbili au wiki ya ishirini na aanze kufikiria kwa kutumia madirisha ya kibiolojia neno lenyewe hilo yaani tunaacha kuangalia kalenda na tunaanza kuangalia ramani ya ujenzi nini kinajengwa sasa umeielewa vizuri kabisa madirisha ya kibiolojia inamaanisha kuelewa kuwa kuna vipindi maalum vyenye mahitaji na muhimu zaidi udhaifu tofauti kwa mfano kipindi cha organogenesis, uundwaji wa ogani nam, uundwaji wa ogani za msingi kama moyo na ubongo katika trimesta ya kwanza, hicho sio tu mwanzo wa ujauzito, ni kipindi cha msingi cha ujenzi ambapo tahadhari kubwa zaidi inahitajika. Huwezi kukichukulia kama wiki yingine yoyote. Sawa, hapo mwalimu anaacha kuwa mtoaji tu wa mazoezi na anakuwa msimamizi wa mazingira salama. Sawa basi, kama tunatumia hiyo ramani ya ujenzi, hebu tuanze pale mwanzo kabisa. Vyanzo vyako vinataja hatua kadhaa: urutubishaji, upandikizaji, gastrulation, neurulation, mm. Katika wiki za mwanzo kabisa wengi hawajui hata kama ni wajawazito, mm. Lakini unasema tayari mwili upo kwenye kazi kubwa, kazi kubwa mno, hata kabla ya upandikizaji, wakati lile yai lililorutubishwa linagawanyika, mwili wa mama tayari unaandaa mazingira hii inasababisha mabadiliko makubwa: uchovu usiokuwa wa kawaida, kichefuchefu, hisia kubadilika. Mm, ingawa hana tumbo kubwa, mfumo wake wa neva na homoni uko kwenye mapinduzi. Koyo kwa hiyo, kwa mwanamke anayejisikia hivyo na kuenda darasa la Pilates, kumpa mazoezi magumu ni kama kumwambia akimbie marathon wakati tayari anapanda mlima. Kabisa. lengo la Pilates hapa linapaswa kuwa nini hasa? lengo ni msaada, sio changamoto Unataka kupanga upumuaji ili kuongeza oksijeni. Unataka kuboresha mzunguko wa damu kwa miondoko laini na unataka kuleta utulivu bila kuweka mzigo wote. Kwenye matuak kwa mfano, unaepuka kabisa mazoezi ya kuinua kiwiliwili yanayokandamiza tumbo kama crunches. Sawa. Unachagua miondoko inayounga mkono mwili, si kuuchosha. Naweza kufikiria kwamba pale kiinitete kinapojipandikiza rasmi kwenye ukuta wa tungo la uzazi hicho kitendo chenyewe ah, hapo sasa hmm, kinahitaji nguvu zaidi. Hapo ndipo tunapoona ule uchovu mkubwa zaidi, hapo hasa. Upandikizaji ni awamu inayotumia nishati nyingi sana. Mwili unaunda mfumo mpya kabisa wa mishipa ya damu, mfumo wa kinga unapitia mabadiliko ili usikikatae. Matokeo yake ni uchovu mkubwa, hmm. Kwa hiyo lengo la Pilates bado ni lile lile, kutoa msaada. Sio wakati wa kujenga misuli, ni wakati wa kuimarisha utulivu, kupanga upumuaji na kuboresha mzunguko wa damu. Sawa. Baada ya upandikizaji tunakuja kwenye hatua hii inayoitwa gastrulation. Hapa ndipo tabaka tatu za msingi za kiinitete zinapoundwa. Ectoderm, mesoderm na endoderm. Inashangaza kufikiria. Hivi ni kama ramani ya ujenzi inaanza kuwa vifaa halisi? Mwalimu wa Pilates anawezaje hata kuanza kufikiria kuhusu hili? Hilo ni swali zuri sana, na hapa ndipo kuna ulazima wa kuwa na uwazi. Kazi ya mwalimu sio kutengeneza kiinitete, haimaanishi hivyo kabisa. Sawa, kazi yake ni kutunza mazingira ambamo ujenzi huu unafanyika. Fikiria hivi, Ectoderm inaunda mfumo wa neva, Mesoderm inaunda misuli na mifupa. Pilates inasaidia mazingira ya mama, mzunguko wake wa damu, usimamizi wa msongo, ili ujenzi huu ufanyike katika mazingira bora zaidi. Aha. Kwa hiyo athari ni kwa mama kwanza. Kwa mama kwanza, hilo linaweka mambo kwenye mtazamo sahihi. Sasa hatua inayofuata neurulation, uundaji wa mrija wa neva. Chanzo kinasema hiki ni kipindi nyeti sana, nyeti mno. Ni kama waya kuu za umeme za nyumba zinawekwa, hutaki kabisa kuwa unatikisa misingi wakati huo. Mlinganisho wako ni sahihi kabisa. Huu ni wakati ambapo msingi wa ubongo na uti wa mgongo unaundwa. Si jambo dogo, mwalimu anapaswa kuwa na heshima kubwa kwa hatua hii. Kivitendo, hii inamaanisha kuepuka chochote kinachoongeza shinikizo ndani ya tumbo. Kama nini? Mazoezi ya kasi, mikunjo mikali ya mgongo au kushikilia pumzi. Yote hayo yanapaswa kuepukwa. Lengo kuu ni utulivu na kuongeza mtiririko wa oksijeni. Napenda sana ule mlinganisho kwenye chanzo chako unaosema fikiria, unapanga mazoezi ndani ya nyumba inayojengwa. Wewe si mjenzi, bali ni mgeni. Ndio, hutaki kurukaruka na kusababisha mtetemo usio wa lazima. Hii inafupisha kila kitu. Ndiyo hasa. Wewe kama mwalimu sio mbunifu wa jengo hili, lakini una wajibu wa kutunza mazingira ya ujenzi. Hii ina maana darasa la Pilates kwa wajawazito linapaswa kuwa la busara lenye mpangilio. Sio darasa la wasiwasi ambapo unamsukuma mteja afanye zaidi wala siyo darasa legevu. Linapaswa kuwa darasa lenye akili, lililopangwa kimkakati. Basi tuangalie kimkakati kwa kila trimester. Katika ya kwanza tumeona ni kipindi cha uchovu. Kwa hiyo mkakati mkuu ni usimamizi wa nishati, si ndio? Kabisa. Unalenga kwenye upumuaji, mzunguko wa damu na kupunguza uchovu. Kazi ni kuimarisha bila kuchosha. Hapa ndipo vifaa kama stability chair vinahitaji tahadhari kubwa, kinahitaji utulivu mwingi wa kiwiliwili. Halafu inakuja trimester ya pili. Wengi husema hiki ndicho kipindi kizuri zaidi, lakini hapa ndipo ile hormone ya relaxin inafanya kazi kweli kweli. Umeunganisha doti vizuri sana. Ndiyo, hatari inahama kutoka kwenye uchovu na kwenda kwenye kunyumbuka kupita kiasi haswa mteja anajisikia vizuri, ana nguvu zaidi, lakini viungo vyake viko hatarini zaidi. Hivyo mkakati wetu unabadilika. Hatutafuti tena ukunyumbufu mkubwa, tunaimarisha mwili kwa kupanga utulivu. Sawa, unakataa kabisa vishawishi vya kufanya miondoko mikubwa. Na hatimaye trimesta ya tatu. Hapa sasa nyumba inakaribia kukamilika, lakini ni kubwa kila kitu kimebadilika, kila kitu kitoo cha uvutano kimehama mbele, mzigo kwenye mgongo ni mkubwa, kupumua kuna changamoto mm. Mkakati hapa ni mmoja: faraja na usalama. Tunapunguza ukubwa wa miondoko, tunapunguza kasi na tunatanguliza faraja. Hapa ndipo pia tunasisitiza umuhimu wa kuepuka kulala chali, sivyo ndio? Lakini tunalielezea hili kwa upole kama swala la faraja ya mzunguko wa damu, bila kumtisha mteja. Unamwambia, hebu tujaribu mkao huu wa pembeni, ili upate nafasi nzuri zaidi ya kupumua, badala ya kumpa onyo la kutisha kabisa. Hilo ni muhimu. Sasa, kuhusu vifaa, inashangaza kidogo. Watu wengi huona mashine kama reformer na wanaogopa. Mm-hmm. Lakini kutokana na unayosema, inaonekana mantiki ni kinyume chake, kwamba mashine inaweza kuwa salama kuliko mazoezi ya sakafuni. Niko sahihi? Uko sahihi mia kwa mia. Hofu inatokana na kutojua. Reforma ni ya kipekee kwa sababu inapunguza nguvu ya uvutano. Aa. Cadillac ni kama maabara ya udhibiti, inatoa usaidizi mkubwa. Na muhimu zaidi, umegusia jambo la msingi. Matwork siyo rahisi zaidi. Mara nyingi inahitaji udhibiti mkubwa zaidi kutoka kwa mteja kwa sababu nguvu ya uvutano ipo kikamilifu. Kumbe. Kwa hiyo kama wewe msikilizaji wetu ni mjamzito na unatafuta darasa la Pilates, yote haya yanamaanisha kuna faida kubwa sana ukipata mwalimu sahihi, kubwa sana, na hatari za kweli usipokuwa makini. Hebu tuzivunje vunje. Faida kuu ni za kimwili na kisaikolojia. Kimwili unapata mkao bora, unapunguza maumivu ya mgongo na unajifunza kusimamia upumuaji wako, jambo muhimu sana wakati wa uchungu. Muhimu mno pia unapata ufahamu wa kina wa mwili wako, na kisaikolojia, hisia ya kuwa na udhibiti wakati mambo mengi yako nje ya udhibiti wako. Lazima iwe na nguvu, nguvu isiyo na kifani, inampa mwanamke hisia ya kuwa na udhibiti na kujisikia mwenye nguvu. Lakini upande wa pili wa sarafu ni hatari: kuongeza shinikizo ndani ya tumbo, kuumiza viungo kwa kutumia vibaya ule ulevevu wa kano, na uchovu, uchovu kupita kiasi na ya nne kumpa ujumbe usio sahihi kwamba anapaswa kujikaza au kuvumilia maumivu. Inaonekana changamoto kuu kwa mwalimu ni kusahau mpango na kumsikiliza mwanamke aliye mbele yake ambaye anajisikia tofauti kila siku, mm. hilo linatupeleka kwenye kanuni ya dhahabu. Kama ungekuwa na kanuni moja tu, ingekuwa ipi? Ni hiyo hasa uliyosema, usipange mazoezi kwa ajili ya ujauzito wa kufikirika, panga kwa ajili ya mwanamke halisi katika wakati halisi. Hii inamaanisha ni lazima usikilize, utazame na uwe tayari kubadilisha mpango wako wakati wowote, kwa sababu kilichokuwa kizuri wiki iliyopita kinaweza kuwa na usumbufu wiki hii. Kanuni ya dhahabu ni kubadilika na mteja, si kumshinikiza afuate mpango wako. Kwa hiyo tunachojifunza kutokana na vyanzo hivi sio tu kuhusu pilates kwa wajawazito, ni kuhusu mabadiliko ya msingi ya mtazamo. Kweli kabisa. Elimu ya kiinita, sio nadharia ya mbali bali ni e, mwongozo wa uwajibikaji kabisa. Ni kuheshimu mchakato wa ajabu wa maisha unaoendelea mbele ya macho yako, na hili linaibua swali muhimu la kukuacha nalo. Tumezungumzia miezi tisa. Mm-hmm. Lakini je, Pilates iliyopangwa kwa busara hivi inaweza kuwa na athari gani ya muda mrefu baada ya kujifungua? Hebu fikiria kuhusu ahueni ya mkao, kuzuia maumivu sugu ya mgongo na kuboresha uhusiano kati ya mwili na pumzi kwa miaka mingi ijayo. Inawezekana faida zake zinaenda mbali zaidi ya tunavyofikiria.